ACT Wazalendo shusha danga safari. Asanteni sana. Kwanza sinabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu leo kutifikisha kwa amani salama na kwa furaha. Waheshimiwa viongozi, waheshimiwa wanachama, itifaki imezingatiwa mtakumbuka wenzangu wengi wanahitaja tarehe 27 28 kulikuwa na uchafuzi wa uchaguzi lakini nyie ni mashahidi na siye tulikuwa karibu tulikuwa mashahidi vile vile kwamba tarehe 26 tarehe ngapi 26 zilipigwa kura msikiti nyanya kweli si kweli wengi mnaitaja tarehe 27 28, 29, lakini 27, zikapigwa kura wapi? Jendele, sawa. Askari ambao walovishwa walikuwa ni wale mabalozi wa vyama vya CCM, kweli si kweli? walipuwa baskeli mapikipiki wakajiita wajumbe wakavishwa nguo za KVZ <tipa> sawa. Lakini tarehe 27, mheshimiwa mheshimiwa rais, nikuite rais, taarifa nilizopewa na wenzao walikuwa wako katika kambi ya Mahonda askari wote walitakiwa warejeshe uniform wavae uniform zilizoshonwa rasmi ili wawe wapiga kura ambao hawakusajiliwa katika vituo salamu hizi, na shukuru kwa karibu. Nilikuwa na mheshimiwa Bimali kila dakika nikimpa taarifa kwamba ndani sasa kuna moja mbili tatu, hao wanaona wenzao wao wakitupa habari lakini waheshimiwa, mtakuwa mashahidi katika jimbo hili, walikuwa wakiamini lao ambalo limewageuka. Naanza kituo kimoja kimoja kama uongo, semeni uongo. Ngambwa walipelekwa janjawiri kupiga kura ja Ngambwa, kuna askari kule, uzushi wa kwanza mheshimiwa lakini uzi askari walouzi kituo cha polisi hawatimii saba, waliletwa kwa mamia, kuna makambi kule Kambuja, uliwapiga vibaya wakawa hana la kufanya, lakini kwebona, kaebona, kaebona hakuna kambi askari, walikuja maskari zaidi ya mamia, kuna kambi kule Kambuja, tunakuja Kikungwi, kuna kambi kule hii ilikuwa jimbo zima, kila kituo. Mheshimiwa Rais, ndivyo ilivyokuwa. Ilikuwa aibu, fedheha, uchafu. Kwa hiyo tunasema hakukuwa na uchaguzi, na hayo yote waliyofanya. kufika saa saba na nusu tulikusha kuwapiga bao. Kuna baadhi ya vituo walitumia vitabu vitano, bado vine vimebaki kweli si kweli? Hapo ndipo ikatoka amri kwa mwenyekiti wewe wa tume, akapiga simu kwa mafisadi wa tume za wilaya kina Mheshimiwa Bakari kuambia hali mbaya, sasa wapige kura mapio, wapige mapolisi. kweli si kweli? Ndipo mawakala wetu walipokuwa wanadai kwamba hii siyo haki wakatolewa nje, na alikisha kuambiwa kwamba fanyeni vyovyote vile, watoeni nje, mkesha mwarejeshe. Kweli si kweli? Sisi tulikuwa tunafanya kazi kwa niaba yako, tulikuwa wagombea na kisha tunaania karatasi za ugombea wa rais. Tulifika pahala kuna vituo walitoa, kuna vituo watu wetu huo ndo wanaita uchaguzi eti. Halafu kwa ujinga wao wanatutaka ati twende kwenye majumuisho, nawaambia unakwenda kujumuisha nini? Wewe ndo tajiri ulihesabu mali, mie mkwezi ukanacha, sina hisabu, nakwenda kufanya hisabu ya nani eh? Huo ndo uchaguzi ulivyokuwa, lakini kama haitoshi hata wale walinzi wali wa amani tulioamini, polisi walikuwa ndo vinara wa kutoa watu wetu mawakala. Kweli si kweli? Tena kwa ajabu kabisa, si wote wapo waliokuwa wamesimama na sisi lakini